Yaani siku nzuri kabisa na imekuwa ya baraka kabisa, ambayo imekuwa ni siku ya kusherehekea na ni siku ya utukufu kabisa. Nami niko tayari kukuletea burudani hizi kabisa zilizokuwa zikiendelea katika mkoa wa Pwani, wilaya ya Kisarawe. Ni swala zuri kabisa yaani harusi, ambapo watu hawa wawili walikuwa wakiishi Mr. Samson pamoja na Mrs. Esther, na wamekwisha kuwa na watoto kadhaa, lakini wakaona si vyema, wanatakiwa wabariki ndoa yao ili waende sawasawa na agizo la Mungu na hii leo ni Mr. Samson pamoja na Bi Esther wamefanikisha swala hili la baraka kabisa, na watu wakiwa na shamra shamra, na utukufu wote ni kwa Mungu Baba. Na hivyo nikukaribishe, usiache kabisa kusubscribe kufuatilia hii mwanzo hata mwisho, uone jambo hili la baraka, na mimi nitakufunza na wewe ambaye bado hujabadiliki ndoa yako au hujafunga ndoa basi, utakuwa na shauku ya kufanya hivyo, na utukufu wote ni kwa Mungu Baba. Karibu sana ya <laughs> E, watu baada ya kusema hayo, tafadhali ndugu zangu, mama Edisi wangu ndugu kutoka Singida, kwa kweli ni kwamba medamu Naomba mpige kelele kwa ajili ya mhehe anayeweza kumtunza mwanamke na, na kumpendezesha. Makofi mengi. Lakini pia tumpigie makofi dada yetu ambaye amekubali kupendezesha na akapendeza. Makofi mengi. Thank you very much. Kwa masuala ya muda, tafadhali tutakwenda kwa spidi kidogo. Naomba sasa hapa tukiwa tunapiga picha tunaimba, DJ anafanya yake, sijui mtapanda

Neno hili linatumika kwenye vibarua vya daiwaka huko, tukiajiliwa vibarua vya siku moja, siku mbili. Tafuta neno jingine, bado sijasikia kelele kwa watu. Tafuta jingine. Lazima tusikie kelele kwa watu. Azizi hapo tumekubaliana kwa kweli ni zake, ni azizi. Azizi ni nani, lakini la si fahamu yana maana mama yangu mlezi, bibi yangu na pia ni mama yangu, maana amenilea nikiwa bado mtoto mdogo sana zamani. Naomba upunge mkono aaaao amepembena

Misa ni yule ambaye kabebwa pale aliyetuletea neema na baraka ya ndoa takatifu. Tuendelee mama. Wanne nataka kuwatambulisha, nataka kumtambulisha mama yangu mdogo. Tupate alipo. Tupige na pesa kwa mama mdogo <tikin> <tikin> tena. Asante.